Ni katika kitongoji cha wafanyakazi cha Dalton kusini mwa Chicago nchini Marekani, kijana mdogo Robert Francis Prevost. Wakati watoto wengine wakicheza kama polisi na majambazi, yeye alivalia kama kuhani, akisoma maandiko na kugawa mikate ya pipi. Majirani walimuita mtoto atakayekuwa papa, maneno yaliyoumbwa na ndoto hiyo kutimia Mei 8, 2025 baada ya kuchaguliwa kuwa Papa Leo wa 14, kiongozi wa wakatoliki bilioni 1.4 duniani kote, Prevost amekuwa katika familia ya kikatoliki iliyoshikamana katika parokia ya Mtakatifu Maria wa kupalizwa. Familia yao haikuwa tajiri, lakini yenye upendo, imani na mshikamano. Vyote hivyo vilitosha kuwalea kwa heshima. Mama yake Mildred alikuwa mshirika hai wa parokia. Alipenda muziki na aliongoza kwaya sanjari na kuanzisha maktaba ya shule. Baba yake Louis alikuwa mwalimu na msimamizi wa shule. Kila Jumapili familia yao iliketi pamoja kanisani nyuma ya familia ya jirani yao Noel Neys, huku mama yake Mildred akiimba na baba yake akisoma maandiko. Watoto wote walihudumu kama wavulana wa madhabahu. Licha ya kuzungukwa na maeneo yenye kelele za treni na moshi wa viwanda, wala hazikutikisa imani zao thabiti. Baadaye akiwa katika shule ya Mtakatifu Maria, Robert alikuwa mwerevu, mwenye nidhamu na kipenzi cha watawa, na mara nyingi alikuwa mfano wa nidhamu kwa wanafunzi wengine. Kufikia darasa la nane tayari akawa na maamuzi ya kujiunga na seminari. Hivyo aliondoka nyumbani akiwa na umri wa miaka 14 kwenda seminari, na safari yake kiroho ya kiroho ikaanza rasmi. Baada ya masomo yake ya juu huko Villanova, alikwenda Peru kama mishonari, akaongoza seminari na baadaye kiongozi wa shirika la Waagostino wa duniani. Alirejea tena Illinois na baadaye akarudi Peru kama askofu. Mwaka 2023, Papa Francis alimpa jukumu la kuchagua maskofu na baadaye kumtangaza kuwa kardinali. Wiki moja iliyopita, kijana yule wa Dalton aliyekuwa akicheza kama kasisi ama kuhani akiongoza misa kwenye ngazi za nyumba yao alichaguliwa kuwa papa. Jamii hii leo, akiwa papa Leo wa 14, inamzungumza kuwa na matumaini ya kuleta upendo wa jamii, huruma na imani, ambayo ilipandwa kutoka utoto wake.